Ushahidi, tunaweza tukaangalia tafiti kutoka Harvard University zinaonyesha kwamba watoto wanaowahisi wazazi wao wanawaelewa na kuwasikiliza hujihisi salama kusema ukweli. Hapa unaweza ukatumia mbinu ya kusikiliza kwa makini bila kukatiza. Unamsikiliza mtoto wako anapokuwa anazungumza kwa makini, usimkatize hata kama unahisi amekosea. Mbinu ya pili, epuka adhabu kali kupita kiasi. Ushahidi hapa unaonesha utafiti wa APA ambao ni American Psychological Association unaonesha kuwa adhabu kali hujenga hofu badala ya maadili. Mtoto huanza kusema uongo ili kuepuka adhabu. Hapa mbinu unaoweza kuitumia, badala ya kupiga au kufoka, tumia mazungumzo na kuelekeza madhara ya kusema uongo. Mbinu ya tatu, kuwa mfano wa kuigwa, yani wewe ndio uwe role model. Ushahidi hapa, tunaweza tukaangalia watoto hujifunza kwa kuiga. Utafiti wa Bandura wa elfu moja mia tisa sabini na saba unaonesha kuwa tabia huambukizwa kupitia mfano. Mbinu unaweza ukatumia kwenye hii kwenye hii njia, wewe kama mzazi, sehemu ya malezi, zingatia kusema ukweli mbele ya mtoto, hata kwa mambo madogo. Mzazi kama mzazi wewe kwanza ndio uanze kuwa unasema ukweli. Usidanganye chochote kwa mtoto wako, atajifunza na wewe, utakuwa role model wake. Njia ya nne, tumia hadithi kufundisha maadili. Ushahidi unaonesha kuwa hadithi huchochea mabadiliko ya tabia zaidi kuliko maagizo ya moja kwa moja. Huu utafiti ni wa neuroscience of storytelling, ambapo mbinu hapa unaweza ukatumia, tumia hadithi kama ya mtoto wa mchungaji wa mbuzi, huonesha madhara ya kusema uongo. Njia ya tano, toa sifa kwa ukweli, si kwa matokeo. Tunaweza tukaangalia hapa ushahidi, ambao ni kutoka utafiti wa Carol Dweck kuhusu growth mindset unaonesha kuwa kusifia juhudi na tabia nzuri huongeza tabia hizo. Hapa mbinu, mwambie mtoto wako ninajivunia ulivyo mwaminifu, badala ya kumwambia umefanya vizuri kwa sababu ulifaulu. Njia ya sita, fanya mazungumzo ya kina kuhusu maadili. Hebu tuangalie ushahidi, kutoka tafiti za University of Pennsylvania zinaonyesha watoto hujenga uwezo wa maamuzi ya maadili kwa mazungumzo ya wazi. Hapa mbinu, unaweza ukauliza maswali, unaweza, unauliza swali kama, unadhani ingekuwaje kama mtu asingesema ukweli? Ukimuuliza mtoto swali hilo, utakuwa unamfundisha kusema ukweli. Njia ya saba, epuka kumtambulisha mtoto kama muongo. Hebu tuangalie ushahidi kutoka utafiti wa labeling theory, unaonesha kuwa watoto wanakuwa kile wanachoambiwa mara kwa mara. Hapa mbinu unaweza ukasema, badala ya kusema wewe ni muongo, yaani usimwambie mtoto wako moja kwa moja kwamba wewe ni muongo, sema hicho ulichosema si kweli. Hapo utamfundisha kusema ukweli. Njia ya nane weka mazingira ya usalama wa kusema ukweli. Hebu tuangalie ushahidi kutoka utafiti wa Yale Child Study Center unaonesha kwamba watoto hujifunza zaidi katika mazingira yasiyo ya kuhukumu. Hebu hapa tutatumia mbinu gani? Mbinu tunaweza tukatumia hapa wewe, mruhusu mtoto aseme ukweli hata kama ni habari ya kukatisha tamaa, bila hofu ya kejeli au lawama kali. Mtoto ajue kwamba halaumiwi wala hakejeliwi, anaweza akasema ukweli moja kwa moja kwa sababu umemtengenezea mazingira ya kusema ukweli. Njia ya tisa fundisha madhara ya uongo kwa vitendo. Hebu tuangalie ushahidi hapa, elimu ya kimaadili ya kiutendaji ambayo ni experiential moral learning ina nguvu zaidi kwa watoto. Kwa mfano hapa, mbinu unaweza ukatumia mfano cheza michezo ya kuigiza kuhusu uaminifu na uongo halafu jadirini jadiri, jadiri matokeo yani una, mnafanya michezo hapa mnafanya mchezo nyumbani na watoto kwa mfano watoto wako wako pale wengi au wawili watatu unatengeneza kaigizo ambako kale kaigizo unaweza ukafanya nako ku, kuonyesha uaminifu na unaonyesha madhara ya uongo hiyo itamfundisha mtoto kusema ukweli njia ya kumi fuatilia kwa upole si kwa upelelezi Hebu tuone ushahidi hapa. Utafiti wa University of California unaonesha kuwa ukaguzi unaojengwa kwa uaminifu, sio kwa siri, huimarisha mawasiliano. Mbinu gani tunaweza tukatumia hapa? Uliza kwa uaminifu. Kwa mfano, unaweza ukauliza, ningependa kujua kilichotokea nataka tukuze maelewano hapo. Moja kwa moja, mtoto anaona kabisa kwamba wewe mzazi unataka, yani, unapenda ujue kilichotokea. Kwa hiyo anakueleza moja kwa moja kitu ambacho kimetokea bila kusema uongo. Kumbuka, kusema ukweli ni tabia inayojengwa taratibu kupitia malezi yenye upendo, mfano bora, na mawasiliano ya wazi. Asante kwa kutazama Moyo wa Malezi. Asante pia kwa kuwa familia ya Moyo wa Malezi, mahali pa maarifa ya kuwajenga watoto bora. Subscribe, toa komenti yako na share na mzazi mwingine. Nadhani umejifunza kitu kipya leo, hivyo usisite kushare kama nilivyosema, usisite kulike wala usisite kusubscribe kwenye chaneli yetu ya Moyo wa Malezi ili tuweze kusaidiana na kushirikiana kwa pamoja kulea watoto ambao wanaweza kusema ukweli. Kwa mawasiliano zaidi, unaweza ukapiga au kutuma ujumbe kwa namba 0754579224. Karibu tuwalee watoto wanaosema ukweli. Tutaonana kwenye video nyingine inayofuata. Asante.